Ili tuweze kumwelewa Mungu wetu wakati kama hizi. Mm. mm -hmm. E, tuta, tutaomba yeah. E, tuombe Mungu mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo, Baba. Tunashukuru kwa siku ya leo, wewe ni alfa, wewe ni omega, tunasema asante. Sifa na shukurani ikulie Mungu kwa kuwa umetulinda siku hizi zote, na leo tunaona tena siku, siku, siku ya kukusanyika kama hivi ajili ya neno lako Baba. Tunahitaji uwe pamoja nasi, tunakualika Mungu, kwa kwanza ibada yetu, uwe pamoja nasi, utuwezeshe, utulinde, utuongoze. Acha roho wako anene ndani mwetu asubuhi ya leo. O Senyera, hakuna mwingine kama wewe Ututendee kadri ya mapenzi yako Baba, asubuhi ya leo, mwanzo hata mwisho, tuone mkono wako wa baraka, tuone mkono wako wa ulinzi, utushindie mapenzi ya giza, tushindie mamlaka ya ule mwovu. Tunaomba kupitia jina tukufu la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo, amina, amina. <coughs> Tufungule nyimbo zetu za, za kantike za wokovu, wimbo mm -hmm. wa mia moja makumi nne na tatu mia mm -hmm. moja makumi ine na tatu. mm -hmm. Utaimba hiyo wimbo, achila kodisha Mungu wetu sifa na utukufu. mm -hmm. mm -hmm. heri halisi <tutu> Yesu ni wangu, yeye muchunga mimi <tutu> wake, heri yakini <tutu> yote ni Nimeokoka. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamsifu hata milele na nitamuona uko mbinguni. Yesu ni wangu, nami ni wangu.

na raha yangu nitamusifu hata milele, na nitamwona uko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake, sasa naweza kusifu Yesu na

uko mbinguni Yesu ni wangu nami ni wake. Nimebatizwa katika Roho, shangwe ya mbingu imoromoni moto moyoni, pia kinywani na shuhudia la Mungu, Yesu ni wimbo na raha yangu nitamsifu hata milele na nitamuona huko mbinguni. Yesu ni wangu na mimi ni wake. Aleluya. Amen, amen. Aleluya tena. Amen. E, Mungu apewe sifa. Mm. E, kuonana tena kwa siku ya leo imefika. Mm. E, wakati mzuri ya kusikia wimbo wa